Basi tusije tusije kuepuka lawama pindi mambo yatapokuwa mabaya, yaani tusije kuepuka lawama kabisa kama tukipuuzia kufanya hivi. Sasa nilikuwa naomba kabla tujaendelea mbele zaidi, nilikuwa naomba kuna jambo moja tujaribu kuli, kuliangalia hapa. I think tunaweza kutupa mwanga mzuri kwa mambo mengine ambayo nitakayoelezea hapo mbele. Kuna kitu kimoja kinaitwa deep state deep state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 Namba mbili, hawajibiki moja kwa moja kwa wananchi. Mara nyingi wanaotumia wanasiasa ambao wako upande wao. E, kuna wanasiasa ambao wapo upande wa, wa, wa deep state, kwa hao ndo wanatumika moja kwa moja kufanya mambo yao serikalini. hutumia taarifa za siri, propaganda au vitisho kudhibiti hali. E, pindi mambo yao yanapoanza kujulikana na wananchi, mara nyingi hutumia wanatumia vitisho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 Eh? Je, hicho kitu kweli ni kipo? Hmm? Kwa mimi ninavyoona na kwa ajili na kwa namna ambavyo nchi yetu inavyoendelea, hii jambo lipo. Lipo kabisa bila hata kuficha. Hakuna kuficha hapa. Hili jambo lipo na linaongozwa na sisi wa mtandao, wanajiita mtandao hapa. Wapo chini ya Kikwete. Rostam Azizi. Eh? Wakina marehemu Bernard Membe, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Hawa watu ndio wanasababisha Tanzania isiendelee. Wanarudisha nyuma nchi yetu